Kuliko yeye wa kumwapa, aliapa kwa nafsi yake, aliapa kwa nafsi yake atakayeto. Amesema Mungu ana nafsi ngapi? Tatu? Biblia nasema aliapa kwa na nafsi yake tamaliki na tatu, tamaliki tatu. Haya, chukua kitabu cha e, ICD kinaitwa fundamental belief 28 ukurasa wa 23, sikia hiyo fundisha kusema Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Hiyo ni upagani, sio sio ya Kikristo hiyo

Mungu wakaenda ya Mungu wakatoka waka Mungu wakaenda ya kanyanya, ya Mungu tutaijua hapa hapa, msomaji ndiyo yeah. Msaidie nane sita, Wakorintho wa kwanza, lakini kwetu sisi lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu, Mungu ni mmoja tu aliye baba aliye nani baba aliye nani baba. Kwa hivyo kanisa la Mungu, yeah. Mungu mmoja, wala wala wana Mungu mmoja anaitwaje baba anaitwaje baba. Msaidie wana wa kwanza wa Yohana 4 14 Inasema, inasema hivi. Ni 14. Ndiyo. Nasema Sema. Inasema inasemaje? Tano thelathini na mbili. Matendo ya Mitume. Eh, inasema hivi. Inasemaje? Tano thelathini na mbili. Ndio. Inasema. Inasemaje? Na sisi tu mashahidi wa mambo hayo. Na sisi tu mashahidi wa mambo hayo, Pamoja na Roho Mtakatifu, Pamoja na Roho Mtakatifu, ambaye Mungu, ambaye Mungu amewapa wote wa mtii. Anawapa nani? Wote wa mtii. Kwa swali sasa, kaeni hapo niulize swali. Biblia inasema kanisa la mitume waliaminije, na kanisa la Mungu wanaaminije saa hii? Wa Efeso ile mpaka sita. Alafu kama kuna mtu aswali, panda hii, panda hii, unapanda hapa, unapanda hapa hapa hapa, unapanda hivi, unapanda hivi hivi hivi hivi hivi, unakuja hapa, ukikalia hapa, ukisema mwe, unasema hadithi, hadithi za kanisa yenu, upeleke kwa kanisa yenu.

moja moja, moja. na imani imani ni ni ni ni ni Mungu Mungu Mungu Mungu mmoja, mmoja. Baba wote. Ndio kanisa la Mungu inaamini hivyo. ya Mungu mitatu si ya Mungu. Kuna mtu anasema Mungu anazaa, Mungu anazaliwa na mama. Ati Maria ni mama wa Maria, muma, Mungu. Mungu anazaliwa na mama. Yeye ni ndiye kwa kinyama. Ati Maria ni mama wa Mungu. Inawezekana? Mungu hawezi zaliwa na mwanamke. Inawezekana? Inawezekana? Kile ambacho kiko ni hivi. Yesu ana majina mawili yanayompa sifa zake mbili. Mwana wa Adamu na mwana wa Mungu. Msomaji, niko kumi na sita, kumi na 13 kitabu cha Mathayo, tuende tusikie kumi na sita kumi na tatu hivi nasema hivi. E, katika kumi na tatu nasema basi, Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi. Yesu alienda pande za Kaisaria Filipi, akawauliza wanafunzi wake akasema

Kupokea sawa, msikie: ni kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu kushinda ulimwengu. Kila kitu kilichozaliwa na Mungu kushinda ulimwengu, na huku ndiko kushinda, kushinda kwa ulimwengu. Twende, hiyo imani yetu, hiyo imani yetu. Mwenye kushinda ulimwengu ni nani? Twende, isipokuwa ni yeye aminie ya kwamba nani? Yesu ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo imani yetu ni kuamini Yesu ni mwana wa Mungu. Imani yetu ni kuamini Yesu ni mwana kwa hivyo kutoka kwa imani ni mafundisho ya nani? Ya mashetani. Na imani yetu Yesu ni nani? Ni mwana wa Mungu aliye hai. Isaidie nane thelathini na saba Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume nane thelathini na saba Sasa nataka mrekelee kaboliki hapo juu na i hapo juu ni kuonyesha ei, hii leo wameacha imani kaboliki, leo wameacha imani, watu watakao rudi kwa imani Sio jina. Jina haliwezi kuokoa. Mti mti bila matunda, jina lake haliokoi. Lazima kanisa liwe na imani, sio jina peke yake. Tunaposikia Filipo akasema Ndiyo. Hai, uh, inasema ipi? Inasema ipi? Katika ah. 43 He, eh, ukurasa wa arobaini na tatu, arobaini na tatu. Ukurasa wake, ukurasa wake arobaini na tatu. Inasema God the Son Atinari, God the Son Atinari, God the Son Atinari, Go... God the eternal Son, God the de... de... eternal Son

na mtaendaji, hata mimi ni mshirika wa kanisa hiyo. Na hakuna mtu yeyote aliachwa hapa duniani aliongoze kanisa. Yesu analiongoza kanisa yake mwenyewe. Kuna mtu ameacha aliongoze? Hao wengine wote ni watumishi. Unakuwa mtumishi ndani ya kanisa, lakini sio uongoze kanisa. Tunaitwa baba, baba wa kanisa. Baba wa kanisa ni Yesu amaae baba mtakatifu. Baba mtakatifu anaongoza kanisa.